Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 Mkoa wa Mjini Magharibi. Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya mwaka 2025 2030 kimeahidi kuendelea na awamu ya pili ya ujenzi wa gati mpya ya Fumba. Kwa upande wa teknolojia, Chama cha Mapinduzi katika ilani yake ya mwaka 2025 2030. Imebeba jukumu la kuhakikisha mkoa wa Mjini Magharibi unaendana na kasi ya teknolojia kwa kuahidi ujenzi wa kituo kipya cha kuhifadhia ya taarifa yani data center katika eneo la Fumba. Hii itasaidia kushughulikia mizigo zaidi na kupunguza msongamano katika bandari kuu ya Malindi. Kukamilika kwake kutaimarisha mchango wa Fumba kama kituo kikuu cha bandari kwa Zanzibar na kuongeza nafasi za ajira katika sekta ya bandari, usafirishaji na vifaa. Kituo cha uhifadhi wa taarifa yaani data center kitakuwa msingi wa uhifadhi wa taarifa na data zote na serikali na sekta binafsi. Hii itaimarisha usalama wa mtandao na kuwezesha utekelezaji wa mifumo ya serikali e-government kwa ufanisi zaidi. Kutaifanya e Zanzibar kuwa kivutio kwa makampuni makubwa ya teknolojia na watoa wa huduma za mtandao, na hivyo kuzalisha ajira za kitaaluma kwa vijana. Oktoba tunatiki.